Karibu. Wewe uliyechoka, he, uliyejaa mawazo, e, uliye na maswali moyoni, he. Video hii ni yako. Pumua kidogo. Funga macho yako he. Sikiliza he. Sauti ndani yako imekuwa ikikuita. Sauti ya utulivu. Sauti ya nafsi yako. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Umefika hapa kwa sababu moyo wako unahitaji kusikia haya maneno. Nafsi yako inazungumza nawe i eh. Lakini kwa upole, katika kimya imekuwa ikingojea kwa muda mrefu i eh. Kila maumivu uliyopitia yalikuwa sehemu ya safari, kila machozi eh. Kila hofu ilikuwa darasa, lakini wewe bado uko hapa. Uko hai, uko hai kwa sababu bado kuna kusudi ndani yako. Nataka ukumbuke kitu hiki eh. Wewe si kile kilichokupata. Wewe ni nguvu iliyoendelea mbele licha ya yote. Pumua tena e eh. Usikilize sauti yako ya ndani e eh. Uko ndiko amani yako ilipo. Uko ndiko nuru yako ilipo. Usitafute jibu nje yako. Wewe tayari unalijua. Wewe ni zaidi ya mwili. Wewe ni roho. Ulio hai, uliobarikiwa, unaopendwa. Jipe nafasi ya kupona e. Jipe ruhusa ya kupenda tena e. Jifunze kukumbatia kimya. Kimya si upweke. Kimya ni mlango wa hekima ya ndani, ni pale unaposikia Mungu ananena nawe bila maneno. Usijilaumu kwa makosa yako, yalikufundisha. Sasa ni muda wa kujisamehe, ni muda wa kuanza tena. Leo si siku ya kawaida ni zawadi. Kila pumzi unayovuta ni muujiza. Kila dakika mpya ni nafasi mpya. Wewe ni mwanga, wewe ni upendo, na hata katika giza i mwanga wako hauzimiki. Na iwapo utapotea tena e eh, rudi hapa, rudi kwenye video hii, rudi kwa nafsi yako. Hii ni sauti ya nafsi yako e eh, ikikumbusha uko salama, uko hai, uko nyumbani. Amani iwe juu yako, nuru ikuangazie, na moyo wako upumzike tena.